Si mjobo, katika hewa safi, redio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Unasikiliza dakika za Yesu Kristo. Leo ni tarehe tatu Desemba, siku ya nne katika safari yetu tukufu ya Adventi ama ukipenda Majilio. Safari ya mwanga na matumaini katika mwezi wa Yesu Kristo. Kadri tunavyosonga mbele katika kipindi hiki tunaalikwa kuingia kwa kina katika fumbo la kuja kwa Mwokozi, kuipokea neema, mwanga na amani anayomimina kwa wale wanaomngoja kwa imani. Na utu wako e. Siku ya leo inatuhimiza kutafakari juu ya amani ya Kristo, amani ambayo dunia haiwezi kutoa, bali hutoka moja kwa moja katika moyo wa Bwana anayekuja kutukomboa katika misukosuko ya maisha. Katika kelele na hasia za dunia ya leo, Bwana anakuja kututuliza, kutupumzisha na kutupa nguvu mpya. Bwana, utuwokoe. Amani ya Kristo ni ya ndani, zawadi ya Roho, si matokeo ya hali za nje. Ni sauti tulivu inayoweza kukomesha dhoruba kali, ni mwanga unaong'aa hata katika giza la hofu na kukata tamaa. Unjo, Bwana, utuwokoe. Katika siku hii ya nne Bwana anatukumbusha mambo matatu muhimu. Amani huanza moyoni. Ili tuipeleke kwa wengine, lazima kwanza izaliwe ndani yetu, katika ukimya wa sala na katika moyo unaosamehe. Amani ni zawadi, si tuzo za juhudi zetu. Ni neema ya Mungu anayewajalia wanaomkaribisha kwa unyenyekevu na imani. Na utu wako e. Amani ya kweli ya hitaji uamuzi. Ni kuchagua upendo badala ya chuki, msamaha badala ya visasi, na utulivu badala ya hofu. Hey, Yesu Masiha mwenye huruma. Leo, msikilizaji mpendwa, tunaitwa kuwa watu wa amani katika familia zetu, katika ndoa zetu, kazini parokiani na katika jamii kwa ujumla. Bwana anatutuma kuwa mabalozi wa nuru yake popote tunapopita na popote tunapoishi. Tuombe. E Bwana Yesu Kristo, tunakushukuru kwa kutujalia kufikia siku hii ya nne ya safari ya Adventi. Tunaomba utuzidishie amani yako ya kweli, amani isiyotikisika na mawimbi ya maisha. Zaliwa upya katika mioyo yetu na uyageuze kuwa makazi ya upendo, ukarimu na msamaha. Ondoa hofu, wasiwasi na mizigo ya roho inayotulemea tuongoze katika njia ya amani yako ili tuwe mwanga kwa wengine. Mama Maria, malkia wa amani, utuombee. Roho Mtakatifu, tushukie na kutujaza utulivu wa mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Amina. Masiha. Hizi zimekuwa dakika za Yesu Kristo hapa Radio Maria, sauti ya kikristo nyumbani mwako. Kesho tuendelee pamoja katika tafakari ya tarehe nne Disemba, tukiendelea kujiandaa kwa moyo mnyenyekevu kumpokea Mwokozi aliye njiani yuaja kutoka kwake Bwana. Nimekuwa wako, Shamba wa Shamba. Kesho pia ni siku, tukutane panapo majaliwa na kutakia usikilizaji mwema kutoka hapa Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Kumbuka, hii ndiyo parokia hewani, redio ya pekee inayokuandaa kwa ajili ya ujio wake Bwana wetu Yesu Kristo. Bye bye.